Idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu a, Mussa Hassan Zungu 378. Asante, asante. Hivyo, Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla kura. Asante sana, naomba iingiwe kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambao kwa kuwasilisha